Yes bana, mambo vipi? Kumekuwa kukitokea eh, kuna um, eh, tunaweza tukasema kutokuelewana kati ya eh, majeshi baina eh, bana ya Uganda pamoja na Ujerumani eh, kutokana na vitu tofauti tofauti ambavyo vinakuwa eh, bana vinakuwa vinaendelea kutokea katika eh, nchi zetu lakini pia katika nchi tofauti tofauti. Sasa jeshi la Uganda pia limeweza kusema au eh, jeshi la nchi hiyo pia limeweza limeweza kusema kwamba limeweza kusimamisha eh, ushirikiano wake wote wa kijeshi eh, bana na Ujerumani likidai kuwa kwamba balozi wa Ujerumani ambaye pia anajihusisha na shughuli za uasi e, katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki e, kwamba inasemekana ina, ina, ina, ina kwamba balozi wa Ujerumani ambaye anapatikana katika nchi ya Uganda pia naye ni moja kati ya watu ambao pia anashughulika au anaweza anahusika na masuala mazima ya uasi ambayo yanakuwa yanaendelea katika katika nchi ya Uganda. Sasa hapo awali pia jeshi la nchi hiyo nikimaanisha Uganda liweza kumshutumu baadhi ya mabalozi za, e, balozi za Ulaya e, kwa kuunga mkono e, makundi ha, e, makundi hasi na wasaliti bana, likiweza kumtengea balozi wa Ujerumani Matias Sanchez, ikifuatia ripoti ya kwamba wana diplomasia pia waliweza kukosoa tabia ya mtoto wa rais bana, ni Joel Museveni ambaye pia anapatikana kule katika nchi ya Uganda bana, Muhozi Ka Muhozi Kainerugaba, ambaye ni mkuu wa jeshi hilo ambaye pia ni mtoto wa rais Yoweri Museveni. Sasa Kainerugaba e, pia ambaye anatajwa e, kuwa na uwezekano mkubwa wa kuweza kumrithi baba yake mwenye umri wa miaka 80 e, kuwa rais, anajulikana kwa machapisho yake yenye e, utata e, kwenye mitandao ya kijamii, na stori zimekuwa ni nyingi sana kwamba e, mtoto wa Yoweri Museveni pia na yeye anategemewa sana kuweza kuja kushika kile kiti ambacho e, bana, yuko nikimaanisha e, urahisi kutokea kule e, nchini Uganda. Bana Yoweri Museveni ni, ni, ni muda mrefu sana tokea shike nchi hiyo na kila mwaka ambao akiingia katika uchaguzi anakuwa anapita kwa kishindo, na hii ni kutokana na labda uzoefu wake wa kazi, lakini pia makubwa ambao anakuwa anayafanya licha ya, ya, ya kukuwa na wapinzani wengi, lakini pia upinzani mkubwa ambao unakuwa hautaki aendelee kuwa e, madarakani. Sasa wameweza um, kuamua kuweza kusimamisha uhusiano wao wao pamoja na majeshi ya, ya kutokea kule Ujerumani na hii ikisemekana kwamba balozi wao wa Ujerumani ambaye anapatikana katika nchi ya Uganda e, kuonekana ni mmoja kati ya watu ambao pia anashirikiana na makundi ya kiasi e, kutokea huko Afrika e, bana Mashariki. Ikumbuke e, kwamba -e, mnamo Novemba mwaka 2020 balozi wa Ujerumani nchini Uganda Matia Sanchez, pia alifanya ziara katika makao makuu ya jeshi la ulinzi la wananchi la, wa Uganda UPDF ambayo inafahamikana kwa jina hilo e, huko Mbuya katika mji ambao unapatikana huko huko e, Uganda. Sasa E, katika mkutano huo pande zote mbili ziliweza kujadili masuala ya ushirikiano wa kijeshi ikiwa ni pamoja na mafunzo ya diplomasia, lakini pia masuala mazima ya ulinzi na kuweza kuhimiza kuendelea na programu ambazo pia zilikuwa bwana zimeathiriwa na mlipuko wa janga la COVID-19, e, nikimaanisha corona ambayo pia kwa kipindi kile ilikuwa imevuma sana mwaka 2019 20, pale corona ilikuwa imeteka over sana katika masuala mazima ya dunia nzima kwa ujumla pia, lakini pia kuwa kuna makubaliano tofauti tofauti ambayo yalikwisha kuweza kuwekwa baina ya Uganda lakini pia na balozi wa, wa, wa, wa, wa Ujerumani ambaye anapatikana katika bana nchi ya Uganda. Sasa aidha, mnamo mwaka eh, 2022 Oktoba, Uganda na Ujerumani pia ziliweza kusaini makubaliano ya ushirikiano wa kimaendeleo yakiweza kulenga msaada wa kiufundi na kifedha kwa kipindi cha mwaka 2024 mpaka 2022, mpaka 2024, nikimaanisha mwaka jana tu hapo. makubaliano hayo pia yaliweza kujadiliwa katika wizara ya ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo ya Kijerumani huko Berlin, ndio ambapo waliweza kukubaliana na vitu kwamba vikawa vika, vika vimesha vimeshakaa sawa. Sasa ni kwa namna gani ambapo sasa hivi wanaweza kutukua na ushirikiano na kutaka kusitisha kabisa ushirikiano wao? Sasa kwa kumalizia kabisa e, kwa hivyo hakuna ushahidi wa kuweza kusimamishwa kwa uhusiano wa kijeshi e, kati ya Uganda na Ujerumani. Badala yake pia taarifa zilizopo zinaonyesha kwamba kuendelea kwa, kwa ushirikiano wa kijeshi na maendeleo kati ya nchi hizi mbili. Kwa hiyo bwana kumekuwa kuna taarifa ambazo pia zikiendelea kutoka kwamba Uganda pamoja na na, na, na, na, na, na, na Ujerumani kuweza kusimamisha huku sababu ikisemekana kwamba balozi wake anahusiana kabisa au ana uhusiano eh, wa karibu kabisa na makundi ambayo yanakuwa yanaendeleza uasi eh, kutokea kule nchini Uganda. Yapi maoni yako kuhusiana na maswala haya? Bwana mabalozi ambao wanakuwa katika nchi zetu hizi inabidi tuwe nao makini kwa sababu huenda akawa ni mmoja kati ya watu ambao pia wanaweza ku kushirikiana kwa namna moja ama nyingine, kuungana na waasi ambao wanakuwa e, wanapatikana sehemu tofauti tofauti, wakati katika hizi nchi wakiendelea e, bana kujiunga na ma, makundi mazima ya kiasi na vitu vingine kibao. Kwa sababu hiyo itaweza kupelekea vita na machafuko kibao kuweza kutokea katika e, nchi zetu tofauti tofauti, kutokea huko Afrika, hasa Afrika Mashariki Uganda, tukijua kabisa hapo ni jirani kabisa, ni majirani zetu e, kutokea hapa hapa Afrika Mashariki. Endelea ku drop comment yako kwenye YouTube channel yetu hapo, sisi tutakuwa tunapita nayo, lakini pia kwenye mitandao yetu kijamii kama Facebook, Instagram pamoja na X kule pia eh, tunapatikana kote, siredari kabisa tasmane chao